Uhali gani mtazamaji wa usalama TV, karibu katika kipindi cha Tanzania Salama. Tanzania Salama ni kipindi ambacho kinalenga kukuelimisha na kukuhabarisha masuala mbalimbali yanayohusu usalama, ambapo mada yetu ya leo itakuwa inahusu ni namna gani jeshi la polisi Tanzania linavyoshirikiana na Interpol kuzuia uhalifu. Na studioni leo tuna mgeni kutoka kamisheni ya upelelezi wa makosa ya jinai Naibu Kamishina wa Polisi Jemini Mushy ambaye ni mkuu wa kitengo cha Interpol. Kukuletea kipindi hichi, utakuwa nami Valent Ningoi. Karibu. Hii ni Usalama TV, televisheni ya mtandaoni ya Jeshi la Polisi Tanzania. Fuatilia matukio mbalimbali mbali kupitia mtandao wa YouTube. Upate elimusii wajue sasa Mm. Taarifa namkaribu katika kipindi cha matukio ya wiki, kipindi burudani. Mama Samia Suluhu Hasani, tunakupongeza sana na habari mbalimbali zinazohusu Jeshi la Polisi. Usalama TV, usalama wa raia na mali zao ulivyonitambulisha Mushy, tumekuta studio leo katika iliweza kutuhabarisha kutuabarisha, basi ni namna gani mwananchi ambaye anafatilia kipindi ya afahamu nini maana ya INTERPOL, mwananchi ailiweje kuhusiana na INTERPOL? Kwanza nianze na neno lenyewe. Hizo ni herufi zinazowasilisha maneno mawili international police, yaani polisi ya kimataifa. Labda kwa Kiswahili ungeweza kusema police okay. Eh, lakini maana yake sasa ni shirikisho la kimataifa la muungano wa polisi duniani katika kushughulika na uhalifu. Eh, hili shirikisho lilianza mwaka elfu moja mia tisa ishirini na tatu na kufikia mwaka jana, mwaka juzi tulitimiza miaka mia moja, lakini kwa sasa pamoja na kwanza, lilianza na wanachama wasiozidi ishirini na watatu pia eh, sasa hivi lina wanachama ambao ni mataifa wahuru waliofikia mia moja tisini na sita kwa hiyo ni shirikisho ambalo limeunganisha ndio, ni shirikisho ambalo linaundwa na taasisi za kipolisi duniani katika nchi huru. Ninavyozungumzia taasisi za kipolisi inakuwa na maana ya kwamba nchi nyingine wanaita jeshi la polisi, nyingine wanaita huduma za polisi, nyingine wanaita polisi ya kitaifa la. Kwa hiyo kwa sasa e, nchi mia moja tisini na sita kwa taasisi zao za polisi ndio wanachama wa shirikisho hili na majukumu yenu ni yapi polisi, yeah, e, polisi Tanzania ni mwanachama polisi Tanzania ni mwanachama tangu mwaka 1962 ilikuwa ni muda mfupi tu baada ya uhuru wa Tanganyika kwa hiyo ilikuwa imepata sifa za kujiunga na shirikisho hilo na ilikuwa ni mwanachama lakini eh, majukumu ya shirikisho ni kushirikiana katika kupambana na uhalifu. Itakumbuka kwamba e, hiyo miaka hiyo baada ya vita na mvurugano wa makoloni kugawanyika, kurudi na kukabidhiwa labda mataifa mengine, kulitokea mambo ambayo yalikuwa yanahusu uhalifu na zaidi, uhalifu wa kivita. kwa hiyo kukawa kuna umuhimu wa kuwa na ushirikiano wa nchi na nchi kushughulikia uhalifu badala ya kila nchi kushughulikia uhalifu uhalifu unashughulikiwa hmm, katika taifa moja utakapokuwa umevuka mpaka ule uhalifu hmm, unakuwa hauwezi hmm, kushughulikiwa hmm, lakini katika umoja huo, manake mtu atakapokuwa amefanya uhalifu ndani ya nchi 196 kwa sasa hivi wanaweza kushughulikia ule uhalifu. Kwa hiyo zamani ilikuwa katika kushughulikia uhalifu kwa nchi moja ilikuwa na, una, una, unafika mahali unagoa unakoa umekoma, endapo mtu atakuwa amefanya kutoka nje ya nchi ndio niseme kwamba wakati huo kwa ujumla, e, taasisi au zilizokuwa zinafanya kazi zinazohusiana na mambo ya polisi zilikuwa ni changa, kama ya kwetu ilivyokuwa changa, lakini hata hao mataifa mengine Ulaya, Amerika, e, Asia, e, shughuli za kipolisi zaidi zilikuwa zinafanywa na jamii, zikaendelea kukua mpaka zilivyokuja kuwa sasa ni taasisi za kitaifa, tena zikawa ni miongoni mwa vyombo muhimu katika serikali. Kwa hiyo ikawa ilitanuka kutoka kwenye jamii ndogo ndogo mpaka kuja kufikia sasa kwenye taifa. Lakini ikaonekana pia kwamba uhalifu, kwa sababu unavuka mipaka e, hauwezi ukashughulikiwa ndani ya taifa moja tu na ukafanikiwa. Ndio maana nimegusia swala la vita, especially vita ya kwanza ya dunia. Na utaona pia hata vita ya pili ya dunia ilivyomalizika ndivyo mahitaji ya Interpol yalivyoonekana zaidi, yani kushirikiana katika kufanya kazi za kupambana na uhalifu na umetaja sifa ya ambayo ilikuwa ina nasa... msema chazo ilikuwa ni vita ambayo ilichangia kuweka shirikisho, lakini pia unasema ilikuwa kuna sifa ambayo inafanya uweze kukubalika kujiunga na shirikisho hilo. Unaweza kutukumbusha labda sifa gani ambayo e, walikuwa wanaziangalia? Ndio niseme kidogo kwamba vita ilikuwa ni miongoni mwa sababu au mambo yaliyoonesha kwamba kuna sababu ya kuungana, lakini kulikuwa kuna mambo mengine pia kijamii ambayo yalikuwepo siku zote, lakini vita ilionyesha zaidi uhitaji, kwa sababu wakati huo ndio walikuwa wanatafuta mtu, wanamtafuta mtu, wanakuta kakimbilia nje ya nchi. Ukifika nje katika mipaka inakuwa ni mwisho wa kumfuatilia, lakini baada ya kuungana sasa ikawa ni rahisi kufuatilia au wahalifu. E, makosa mengine ni yale yanayoangukia kwenye maeneo yanayohusiana na e, mali na naweza nikazungumza kwamba yale mingine pia inagusa mali, lakini hii inahusu ile kuwania mali ya kawaida ambayo inaendelea kwenye maeneo yetu, yakiwepo ya kazi za sanaa, lakini yakiwepo pia bidhaa bandia na vifaa vya dawa na dawa, lakini pia vito vya thamani. Na eneo hili pia linahusika na masuala ya silaha ndogondogo, eh, na silaha za kivita au usambazaji wa silaha ndogo na silaha za kivita. Uh, eneo lingine ambalo ni la tano, uh, ni la tano lilio katika mpangilio wetu ni kuhusu watu ambao wanatakiwa kwa ajili ya kushtakiwa sehemu mbalimbali. Majukumu ambayo Interpol inafanikisha hii, kuna watu wanaohitajika, e, kuna watu ambao wametolewa matangazo kama vile hati za kukamatwa mm, au tangazo maarufu, nafikiri baadae ndo tunaweza tukiyazungumzia. Kuna matangazo yanaitwa matangazo ya Interpol yako mengi, matangazo kama nane, lakini kuna tangazo maarufu linajulikana kama tangazo jekundu e, wanakuwa ki mambo wanasema e, red notices. Hii ni, ile ya, ni hati za kukamatwa mtu kwa ajili ya kwenda kushtakiwa sehemu nyingine. Nafikiri huko baadaye tutatoa ufafanuzi zaidi, lakini pia inahusika na maswala ya vinasaba e, utunzaji au tuseme eh, kanzidata za vinasaba. Hii inaweza ikawa vinasaba zile tunazosema DNA au alama za vidole, alama za miguu, alama ambazo zinapatikana kwa e, mwonekano wa macho. Kwa hiyo zinahusika katika eneo hili, lakini pia kuna ufuatiliaji wa watu ambao wanatakiwa kurudishwa kwao. Kuna nyaraka ambazo zinatoka labda na mahakama inatoa amri kwamba mtu arudishwe kwao basi eneo hili hata kama ni kusindikiza, ofisa anayohusika ni wa maeneo kama haya e. Kwa hiyo kwa kifupi niseme kwamba kwenye ile eneo ndio nalo usika na hizi taifa. Kwa hiyo maeneo haya matano ndiondio e, ya makosa ambayo tunashughulikia na ambayo yapo kwenye ushirikiano huo wa kishirikisho la, la polisi. Ndio kuna makosa ambayo nyinyi hamwezi ambayo, kushirikiana ambayo Mbaya, yeah. Kwenye hilo shirikisho, lancho, yeah, ndiyo kuna makosa ambayo e, yanakatazwa kushughulikiwa yale yenye muonekano wa madai, okay. E, kama mtu anakuja anasema kwamba nimenunua gari na hii gari sijaipata, lakini unaoja kugundua kwamba hapa tu ni mtu kuchelewa kutekeleza majukumu ya kimkataba, basi hilo hatalishughulikiwa, lakini mengine ni makosa ya kivita eh, mengine ni makosa ambayo yanaonyesha kwamba kushughulikia masuala ya kidini, hayo pia hatuyashughulikii. Kwa hiyo niseme kwa kifupi tu, makosa tunayoshughulikia ni yale ambayo ni ya jinai pekee yake, na hii jinai iwe kwa taifa letu au kama ni kwa taifa lingine, ni, ni ile jinai ambayo sheria yetu inaitambua kama jinai. Labda kwa ufupi niseme kwamba sheria kama jambo limetokea kwetu ni kosa e, la jinai, lakini nchi nyingine haitambui kama jinai, tukiomba msaada katika hilo hilo tayari tutakuwa tunaingilia himaya ya nchi nyingine. Mtu anaweza akapata na nafasi okay. <mimu> <mimu> ya kupenda ndio inawezekana <mimu> mwananchi anafaidika vipi au ananufaika vipi na i, i, Eh, kunufaika kwa mwananchi na Interpol unatokana na kunufaika kule kule ambako mwananchi anafaidika na jeshi la polisi kuwepo. Kwa hiyo, kwa yale matukio ambayo eh, yamevuka mipaka ambayo yanastahili kufuatiliwa, tunayafuatilia. Kwa mfano mwananchi kama ametoa mashtaka kuhusiana na kufanyia uhalifu, inawezekana kwamba kuna ushahidi ambao unapatikana nje ya nchi mtuhumiwa ambaye anapatikana nje ya nchi. Kwa hiyo kile kitendo cha Interpol kuratibu ufuatiliaji wa ule usaidizi kutoka nje ya nchi e, hatimaye unamwezesha mwananchi kupata haki yake, kwa mfano kuweza kufika mahakamani kutoa ushahidi na hatimaye mahakama ikaweza kumpa haki anastahili kupewa na, na misingi ya mwananchi ya, ya, ya kuripoti ku, ku, ku ya matukio la, ni, ni, la, ni, kama matukio mengine ili kupata misingi nje ya nchi ana misingi yake ni ipi? Katika report anaanzia kwenye vituo vya polisi vingine kama kawaida au ana kuna mawasiliano ambayo mnafanya? Ni swali nzuri kwa sababu watu huwa wanakosea wanadhani kwamba moja kwa moja kwamba watakwenda Interpol. Kwa, kwa kawaida kesi inafunguliwa kama kawaida kwenye vituo vyetu vya polisi, anayefikia hatua ya kuona kwamba swala hili linatakiwa kushughulikiwa na Interpol au swala hili linatakiwa kushughulikiwa namna gani? Kuna jambo linalohitajika nje ya nchi, ni mpelelezi, mpelelezi anaweza akawa mpelelezi, askari anaweza akawa kuwa mpelelezi wa kituo au wa wilaya au RCO, mpelelezi wa mkoa, akiona hilo jambo kwamba linahitaji lifuatiliwe nje, anatoa taarifa kwa BCI, kwa barua kwa kuelezea ile tukio. Basi baada ya hapo sasa ndio kitengo kinaletwa kushughulikia hilo jambo kutoka nje. Kwa hiyo mwananchi atafaidika nalo, sio kwa yeye kuangaika kwenda Dodoma kama baadhi ya wengine wamekuwa wakitembea kutoka mbali kwenda Dodoma. Kwa sababu wapelelezi wetu kama tunavyojua, ni wataalam watakuwa wameona hili jambo linahitaji kufuatiliwa nje au linahitaji kufanywa namna. Kwa hiyo mwananchi anafaidika kwa namna hiyo kwa kupata zile haki lakini kwa sababu sasa ya kuwepo kwa hiki kitengo ambacho kinasaidia kuratibu upelelezo hapa. Ile iliyosema mwanzoni kwamba kitengo kinaiwezesha Jeshi la Polisi kwenda nje kwenye taasisi zingine za polisi, na kitengo kinawezesha polisi mahali popote duniani kupeleleza kesi iliyoko hapa. Kwa hiyo ni manufaa kwamba mwananchi yuko hapa, lakini Australia wanapeleleza kesi inayomhusu au no. wanafuatilia ukamataji wa mhalifu mawasiliano yake ni na kituo chake sawa. Misingi ni ile ile, lakini na nachonufaika ni kwamba tukaona kwamba unafanya kazi bila mipaka kwenda kwenye nchi yote ndio, ambayo inasaidia kuja kukamilisha kesi yake ilingine, ambayo anaweza kuwa na manufaa anayoweza e, kuyapata mwananchi. Manufaa mengine ni ufahamu ufahamu kwamba jambo lake linashughulikiwa, lakini e, pia manufaa mengine ingawa tunaweza tukayachukulia anaenda kwa mwendo cha mwendo, mwendo hasi, lakini ni la manufaa, ni pale ambapo mwananchi anakuwa na haki ya kushiriki yeye mwenyewe kutoa taarifa ambazo zinaweza zikasaidia uh, polisi mahali pengine duniani ku kufanikisha kesi kwa hiyo yes. Kama anapenda ashiriki, anaweza akashiriki kwa njia hiyo, akiwa na taarifa yote, ambayo ni jambo ambalo linashughulikiwa kimataifa, anatoa taarifa kwenye vituo vya polisi, hatimaye ikifika, uh, inakwenda na matokeo ya ile kesi, atasikia kwamba mtu fulani kakamatwa lakini kwa sababu ya taarifa alizozitoa yeye, au jambo fulani, kitu fulani kimepatikana, mali imepatikana kwa sababu ya zile taarifa ambazo atakuwa amezitoa. Okay. Kamanda Mushi, wito wako ni upi sasa kwa wananchi? Eh, wito wangu pamoja na kuongezea kwamba pia mwananchi anapata uhakika wakati mwingine wa mali anazoagiza, kwa mfano magari, mali mbalimbali anazotaka kunua kutoka nje, uhalali, kutokuwa kutokuingia kwenye hasara kwa kuleta vitu ambavyo vinahusika na uhalifu alafu baadaye akaja akapoteza. Wito wangu ni kwamba E, wananchi au jamii kwa ujumla ijue kwamba kuna uwezekano wa kufuatilia kesi ambayo itakuwa imehusisha e, mamlaka, e, ambayo itakuwa imehusisha maeneo mengine ya dunia, lakini tunawaomba watoe ushirikiano kwamba e, itakapotokea jambo lolote ambalo linahitaji mtu kushiriki, kwa mfano kutoa ushahidi, atoe ushahidi lakini kikubwa zaidi taarifa, taarifa ndizo ambazo tunazifanyia kazi zaidi. Kuna taarifa tunazoziita za kiintelijensia eh, lakini kuna zile taarifa za uhalifu ambao unajulikana wa moja kwa moja. Njia ambayo labda wanaweza kuitumia kama una mawasiliano, kama nilivyosema kwanzia mwanzo, acha kwanza mawasiliano ya kupiga simu, lakini kuna ile mawasiliano, mawasiliano mazuri ambayo nimesema tokea awali, <laughs> kituoni <laughs> wakiripoti pale kituoni sasa ndio wakati huo, sasa Interpol tunaweza tukapata taarifa kupitia hizo hatua, toka kituoni kwenda wilayani, mkoani, hadi ngazi ya taifa. Kweli tuna namba za simu ambazo tunazitumia, lakini mara nyingi namba hizi tunazitumia kuwaambia watu kwamba nenda kwenye kituo cha polisi. Tutazitaja namba ambayo ni ya mkuu wa kitengo cha Interpol. E, ni sifuri saba tatu nne ishirini arobaini na nane arobaini na tano. Hii ni mkuu wa Interpol, lakini pia wanaweza wakatuandikia ujumbe kwa kupitia email. E, na hii anwani ni kwa herufi ndogo zote inaandikwa Interpol ya Kiingereza i n t e r p o l e, nukta dom dom at tpf.go anaweza akatoa taarifa au kama kuna jambo lolote anaweza akakuulizia, anaweza akamuuliza. Nimemwona amesema kwamba hata kama mtu anataka kuagiza wito, mtu anataka kuagiza mizigo au magari nini, anaweza akawasiliana nyinyi kabla ya kuagiza, au kwa anaagiza kwanza kujua kwamba kwa ile kuna walali au kampuni ile eh, yeah, jambo si. E, hili lina mitazamo au lina lina njia mbalimbali za kuliendea yeah, lakini njia rahisi pia hili unaweza ukatoa taarifa kwa mkuu wa kituo hatimaye kaja kwetu, lakini ili pia mtu anaweza akapiga simu moja kwa moja tu akajulisha kwamba ana mpango wa kununua gari kutoka Japan kwa mfano a, na gari ananunua kwenye kampuni inayoitwa Fast Track Motor Vehicles. Anatuambia, hebu tuchunguze kama hiyo kampuni ipo kwa sababu sasa hivi watu wanatumia makampuni ya umma. Kwa hiyo tunaweza tukatuma taarifa Japan, Interpol Japan, tukawajulisha kwamba kuna mtu anataka kufanya biashara na kampuni ya namna hii, tunaomba e, na tuna kujua kwa uhakika kama kampuni hii ipo na inafanya shughuli gani. Kwa hiyo wale watatujibu kwamba kweli kuna kampuni hiyo na labda inafanya shughuli fulani. Wakati mwingine pia mtu anaweza akatuma eh, zile namba za utambuzi ambazo ni chassis number za frame number kwa ajili ya kufuatilia kwa ajili ya kufuatilia, tunapoingiza kwenye mifumo, kuna mfumo ule unaoitwa Interpol search, na ni kwa siku 7 i247, tunaweza tukaingiza kwenye kazi data ikaonyesha kwamba kama zile namba ni za gari iliyowahi kuibwa, alafu ikaripotiwa kule Interpol kwenye nchi inayohusika ikapeleka kwenye hiyo data kwenye kwenye hiyo kanzidata basi itaonekana kwamba gari hii ni ya wizi au iliporwa au ilichukuliwa ita, kwa namna yote ile itatua ufafanuzi. Kwa hiyo mtu atajua kwamba hiyo gari achana nayo. Lakini wakati huo huo sisi tutawasiliana na ile ha kwamba gari taarifa za gari hizi zimekuja kwetu na hii gari inaelekea iko sehemu fulani, wanaweza kufuatilia. Kwa hiyo kumbe kamanda Mushy, manufaa ni mengi sana kwa wananchi hapa au baadhi ya mali zao au kuondoka kwenye kuingia yani. Wa kwenye, kwenye walifu bila kosea. Ni sahihi kabisa kwa sababu lengo la polisi sio kupeleleza. Kuzuia. Kupeleleza kunafuata baada ya kuzuia kutokufanikiwa. Kwa hiyo tunapofanya kwenye kuzuia kwa njia hiyo inakuwa na manufaa zaidi. Afande Mushy, tashukuru sana kwa kuja studio. Na karibu tena tuendelee kwa pamoja katika vipindi vingine ili kutuhabarisha. Najua leo umezungumza kwa utangulizi tu kama kwa kitengo, lakini tutapenda tena siku nyingine tukualike kwa ajili ya kufahamisha mambo mengine mbalimbali ambayo yanaweza kusaidia wananchi katika kufanikisha malengo yake ya kiusalama. Tunashukuru sana tuko pamoja. Karibu sana. Asante. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Salama TV katika kufuatilia kipindi chetu cha Tanzania Salama ambacho tulikuwa tunazungumzia katika mada yetu ya leo iko nasema namna gani jeshi la polisi Tanzania linavyofanya kazi na Interpol, ambapo studioni tulikuwa naye naibu kamishna wa, wa, naibu kamishna Jemini Mushy kutoka uh, kurugenzi ya upelezi wa makosa jinai kitengo cha Interpol, ambapo alikuwa anatukitisha kutufahamisha tu namna gani e, Interpol inavyofanya kazi na inavyoweza kumsaidiaje au mwananchi ananufaikaje na uwepo wa Interpol ambapo kwa taarifa zaidi ili kuweza kufahamu mambo mengi au kutoa taarifa kuhusiana na Interpol, unaweza ukapiga simu namba 0734 20 48 45, hii ni kwa mkuu wa kitengo cha Interpol. Lakini pia unaweza ukawaandikia message au ujumbe mfupi kwenye email ya interpol.don.tpf.go.tz unaandika ujumbe mfupi wa kutoa taarifa yoyote ya kiuhalifu ama kutaka jambo lolote ambalo unaona linaweza kutaka kulifahamu ili uweze kupata majibu ya haraka. Penzi mtazamaji, endelea kutufuatilia katika akaunti zetu za Jeshi la Polisi ambazo kwenye upande wa Facebook ni Polisi Tanzania, lakini Instagram unatupata kwenye Polisi.Tanzania na kwenye Twitter unatupata kwa tanpo. YouTube unatupata kwenye Usalama TV, lakini website ni www.police.go.tz poictz. Nashukuru sana kukuletea kipindi hichi. E, ulikuwa nami Valentine Ngoi. Karibu tuendelee kwa pamoja Ka katika siku ya sikuia